Mbona hata ujisemi tusikia <tipos> habari za gani naye, wakati unaandaa sadaka yako si ndio? Basi enda kitabu cha Mwanzo, eh, ende kitabu cha Mwanzo hata ukianzia nne nnamai lakini moja wewe anzia tu moja amen. Kitabu cha Mwanzo ile kuanzia moja inasema, Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, kamzaa Kaini, akasema Nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana, yeah. Na Kaini, mm, alikuwa mkulima ardhi. Kila mmoja hapo ana kazi yake tofauti tofauti, lakini baba ni mmoja. Mmo. Mama ni mmoja. Haleluya, unaelewa hapo kama vile wao ambao kuna ndugu yake, lakini kila mmoja akona roho yake ya kumpenda Mungu kizya kama vile ambavyo sisi sote tunamtukuza Yesu kwa sababu ndio baba wetu sisi sote, lakini kuna watu hawafanani katika roho zao, katika upendo wao. Vile unavyompenda babako wewe sio vile baba anampenda huyo jirani yako. Haleluya. Amen, amen. Endelea kumtolea Mungu sadaka. Amen. Amen. Kama vile ambavyo we kifika wakati sasa na wewe una, unaenda nyumbani. Unajua kuna watu wakienda nyumbani kutoka Mombasa, kuna mwingine anasema siwezi nunua kitu cha siwezi nunua samaki mkubwa, nanunua umbenda, unatafuta mwenyewe. Haleluya! <laughs> anaenda kusalimia wazazi, anaingia na mfuko wa umbenda <laughs> Umetoka mo- Mombasa, haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Sasa ndo wewe no, una umebeba boga nyingi gulia la umenda, wazazi wamekaa bikula hiyo umenda, amen, haleluya, amen. Endelea ikoitema. Kaini akaleta mazao ya ardhi. Sasa tukafika wakati kila mmoja analeta sadaka zake, sadaka kwa Bwana, sadaka kwa Bwana, abili naye, abili naye Akaleta wazo. Tuelewe. Sawa? Ndiyo. Unaona kuna maneno ya Biblia nasema unapotoa hata mwingine asijue? Ndiyo. Asijue. Kwa sababu wewe ndio unajua ndani ya roho ya? Ndani ya roho. Ndani ya roho ndio nimeuliza, kuna Kaini hapa, unajua Kaini yupo? Abeli yupo. Sawa? Ndiyo. Amen. Amen. Alafu Habili naye akaleta wazao wa kwanza wanyama wake. Ndio. Na sehemu zilizonona za wanyama. Na sehemu zilizonona za za wanyama. Kuna mmoja hapa akuzungumziwa ile yake. Yaani huyo. Sema ni mimi watakani. Wale. Amen. Amen. Hallelujah. Sema ni somo yangu. Eh. Amen. So hapa, Abel ye akachagua

Amen. Heyo, sehemu zilizonona za, za wanyama Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, Bwana akampendezwa sana. Hakuna kitu cha vitu vyote ni vya Mungu, umevipata umevipata kwa njia ya Mungu na mba Mungu, ukionekana ya kwamba hauwezi kuzitumia kwa njia nzuri ya Mungu kama vile neno nilivyosema, unaweza laaniwa na kila kitu kika- kikaisha ukasabaratika mpaka ukaona vile vitu vyako ukaanza kusema, ilikuwa na vipi? kama yule nilikuwa na nyumba kama ile <laughs> Haleluya, amen. Lakini ili- ilienda. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Eh, kwa sababu wakati mwingine kuna watu sisi tukipata huwa tunasahau, huwa tunasema sijui. Lakini kuna msemo mwingine, siwezi kuongea niko kwa madhabahu, lakini nasema tu pale mwisho, sijui aliyamgata <laughs> aliamgata, wewe unajua wewe, kama ni mswahili mgata, eh, amen Haleluya, endelea endelea. Sasa hapa unajua, usiongee lakini mwenyewe, bali Kaini una hakumtakabali wala sadaka yake. Hapana. Ah, unaweza laumu baba zako? Hapana. Unaweza laumu pasta? Hapana. Unaweza laumu kanisa? Hapana. Usawe kujilaumu wewe siku moja kwa sababu ya kwamba wewe ni mwizi. Hizi <laughs> <Waisi> wewe. Hmm. <hums> Sema wewe. Unajua? <hums> <hums> <hums> Kuna wakati tulikuwa na Daniel Mgogo hapa De, sawa lakini, aliongea ya kitu ni alikweli waizi wanajifanya watakatifu sana kuliko watakatifu wenyewe. Ndio. <laughs> atakuja <laughs> very soon hapa, nitamuita nitamleta. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Watakatifu nekanda <laughs> kanisani kuwa sio kitu kuliko mwizi. Maana mwizi ni kelele, kelele yake ni ya, ya kujishuka. Lakini mtu ambaye huwa hana, hana uoga, utamwona ni mtu wa kutulia kwa sababu kitu kimoja anajua ni, ni nini ninachofanya na nimefanya nini kwa Mungu. Utisumbuliwe na mtu ambaye ameshika elfu moja hivi anakuja kuitoa madhabahuni na haja ificha ya ukumbuke, yaani hiyo ni leo peke yake okay. <laughs> Siku ambayo atakuwa ameshika shilingi hamsini atafunga huu mkono kama baada ya ndonga kwa mtu <laughs> na kondoo, huwezi mwelewa, yaani mtakatifu huwezi mwelewa, atafanya kitu kilicho sawa kulingana na Mungu wa wow, okay. na sasa hiyo ni tumoja lakini ameiba lakini sasa anataka kujulikana, baba ametoa vizuri, anishika ili ionekane huko mbele kidogo. Sasa ah, wacha ashike mia ama chike shike hamsini teja before ifungue mpaka tafute gamu ya kuishika <laughs> <laughs> badani <laughs> <Aleluya>. <laughs> Aha. Kaini bali Kaini akutakabali akutakabali, wala sadaka yake Kaini kakachukizwa sana Kaini. Tena wao watu wakisikia mwenzake anashuhudia ama Mungu amemkubali huwa anaumia sana, nilikuambia. Kwa hiyo dunia kuna watu wangapi? Wawili, kuna mtu kwa hiyo dunia na si kwamba kuna mtu hata wengine tufahamu, wako namna hii, wakiona mwenzake yaani, mzee jako yamui marafiki ajako sawa, marafiki ajako Hamuna kitu, mnapendana oaiak una, mnapendana una, una hata shida yake ni yako ni yako niya hauwezi kufanya kitu bila kumshirikisha. Sasa wacha huyu anamsimulie, hey, mwenzangu, mambo yamejipa. Atakuuliza mara mbili eti, sijasikia mambo yamejipa, yaani kwa sasa Mungu ameanza kulibariki sana halafu yeye unamwambia hajabarikiwa. Haleluya. Amen. Atakwambia sawa, hey, ajani Mungu, unaona ile maombi tuliyoomba, lakini kwa roho ndivyo alivyofanya Kaini na Abel. Wewe fanya hivi, twende uwanjani tukacheze mpira muuaji Haleluya, hautapiga pange yakupigie. Ah, naendeleaje bisi bana, hivyo hivyo unapungua sasa. Alikuwa sumbee, alikuwa ni mtu wa siri yako anashikana sasa, na huyu anasema we, nafikiri mimi siujui. Namjua, ndiyo maana siku hizi sitaki kujiweka karibu na yeye. Kwa sababu ule mezan Yaani anasema simjui, alafu anasema yule mwenzangu simwelewe. Sasa wewe, <laughs> We, <laughs> unapata picha gani? Anasema unafikiri simjui yule, namjua, alafu baadaye anasema yule mwenzangu simwelewe. Yaani juzijuzi tu alikuwa anateseka, sahii wivu, sasa anaanza kukuchukia na mulikuwa marafiki marafiki, kwa sababu wewe mambo yako yameanza kufanya nini, kufanikiwa ha? Kama ni ndugu yako pia hivyo hivyo tu, anaanza ni kukubadilikia, yaani anataka umuombe ani kama una shida. Yani kuna watu hawataki kuongozwa na mwenzake. Mm -hmm. ni hadi mambo hayafanani, roho hazifanani. Neema haifanani. Haleluya, yes. Na si kwamba huyu anataka kukuongoza kwa maana ni Mungu amembariki, anaweza kuwa taa nzuri sana. Haleluya. Lakini sasa kuna watu kwa neno, kwa nupia, so, katemba, kwa kuna watu hawataki ataniongoza, atajiongoza huyu. Huyu amenukia kwa maneno, anaweza kuenukia, anaweza kukutenga. Sio kila kitu unatengwa kwa sababu ya jambo fulani, kuna wengine mnatengwa kwa sababu mtu ameona mafanikio yako, yeah. Hata kanisani sio wote mnanitagia sema mnanitagia mazuri. Sema a amen. Ona fikiri napenda na wangata na inaweza kuwa ni Sunday siku ile gani kanisani <laughs> na kuna watu wengi waongo sasa, waja wasikie baba anajenga gorofa maana walitaka kila siku ni waombe wewe. <laughs> Si useme eme amen, lakini siku nitakaposota kabisa ambako nailetea machungwa unasema huyu ndio baba, lakini <laughs> siku <laughs> nitakapoanza kununua mwenyewe machungwa, sema na ni kweli, na niko hivyo. Ehhe, nini napiga hivo Okay. Hai. Nasabu, suwa na wasumbue na ile wanataka wasikize vizuri maana hata <laughs> ni akasema wao ni ile akasema nipunguze ile Haleluya, okay. Nawaambia kitu kituwa kweli, lakini sio watu wengine wanakuchukia bure, ama unaona marafiki wanakutenga bure. Wakati wote ukianza kuenuka, ujue marafiki wanaanza kujigawanya Nimekwambia kuna watu aina ngapi? Mbili. Wa pili naye, wakati unacho anakufuata, maana unacho. Wakati ambao utakuwa hauna, anakutoroka. Haleluya! Amen. Anakuchukia. Amen. Maana hakuwa anataka hivyo. Sasa utaona mtu kama kama ane, anaenda kufanya vitu kwa force, anataka kushindana na wewe na mtu yeyote akitaka kushindana na wewe, ni rahisi hata kuingia kwa chama, ni rahisi hata kutafuta maganda, ni rahisi kutafuta watu ili wafikie raha, eh, kuwa unaongelewa vibaya bana mweko, ulikosanishwa na kilichokosanishwa, hata wewe unajaribu kufikiria hakuna wi Wivu ndio chanzo cha uchao. Um, na huu wivu litoka wapi? Wivu litoka wapi? Wivu litoka wapi? <tikyakua> Kila aliye na wivu. Ah, twende vizuri. Pakeni kupata kama ni ina ina ina <tikyakua> shetaiaana wivu ulitoka wapi? Shetani alionea wivu nani? Akataka vita na nani? Unapoonewa wivu, unajua vita vyako ndo vimeanza. Kuna siku nikaja nikawambia, unaweza kuwa mtumishi ukasimama katika huduma vizuri ukapigwa vita na wachawi we. Paka wachawi paka wachai, akaushamiko kwa wachawi na waganga. Unajua vinakuja vita gani? Na watumishi wenzao, sawa, utaenukiwa. Lakini vita vya watumishi ni vizuri kwa sababu utapita katika njia yako. Maana wanayemtaja na yeye ndio anayekuinua ili aanze kuweza. Haleluya. Amen. Wacha mimi naongea lakini wao waelewe kile ninasema. Vita sio vya utawi peke yake. Unaona hata hapa, wewe kama kuna mtawi wako, na uko naye kwa kanisa moja. Ndio. Mtawi unyosha mkono. Ukiwa nawaambia uchawi sio lazima uwende kwa mganga. Kuna tunguri tayari ndani ya roho zao. Kuna tunguri ya kivuli ama ya nini? Mama, si ulitoka huko? Kuna tunguri ya, kuna kivuli ya uchawi Amen! kuna ufusa, kuna duguri ya fusa. Hakuna kitu kinafanyika bila kina mata fusa. Sikiza neno fusa, haleluya! Una uzushi endakua kanisani kwako, sijui kama ni hapo, lakini kuna vikundi si kwaya ile tumeimba kuna kwaya <laughs> nyingine sasa. Hii si ya uimbaji, kwaya ya masengenyo ya, kwa sababu kuna mwingine anainuliwa zaidi. Kuna kwaya watu walitunga kwa ajili yangu hapa

kuangalia mwenzako kama uso wake ni umeendana na hilo redi. Na mwanaji ukiona macho amekuwa redi. Kama ya kuke. Amevuta bagi za ngapi? Ah, kama kai. Ndio tuko na kai mmoja hapo na unataka kusema. Amen. Amen. Eh? Bwana akamwambia Kaini. Bwana akamueleza Kaini. Kwa nini? Kwa nini sasa Kaini sasa angalia Bwana anamnenea. Unajua wewe we, we, we, unajua kuna Mungu anakunenea. Hata wakati unafanya una, unafanya vitu visivyo sawa, unajua Mungu anakunenea. Yaani imagine unashindana na Mungu hapo hapo ndani. Hapo. Baro ya. Hapo. Yaani Mungu anakwambia ufanye vizuri lakini shetani anakwambia hapana, usifanye hivyo. Bwana kamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunja? Mana ni swali. Endelea. Kama kama kitena... ukitenda vyema, ukitenda yaliyo mema. Sikiliza kwa makini. Kama ukitenda vyema, ukitenda vyema utapata kibali. Hautapata kibali. Kama kaa ah, hmm, anahitaji kibali cha mafanikio eh? eh? eh? kibali cha pesa, cha ndoa, cha biashara, cha maisha mazuri, basi fanya eh? yaliyo mema, maana Amen. Kuna mahali ukifanikiwa, kibali cha Mungu amekupatia, hata kuongoza familia yako ni kupata kibali. Esther alipata kibali machoni kwa nani? Akaokoa kina nani? Kwa e, ili wasifanye nini? Wasiuawe. Baraka wa bani. Ndio wafanya wa hapa wamekala. Akajirika. Haleluya. Amen. Mungu akanena vizuri sana kati ya hao watu wawili, mmoja huyu alipata kibali kwa Mungu, maana sadaka yake ilikubalika. Sasa, na mtu ambaye sio mwizi. Ndiyo maana hata ukibarikiwa, kama ni mwizi, hautafanya vile Mungu anataka. Usaiongwa pesa na mtoto wako ambaye ni mwizi, kitu cha kwanza utamuuliza, unataka kuenda kununua nini? Maana akili yako inajua ni mtume mtoto wako mwizi. Aa, Mungu hapa anasema kama utatenda mema hautapata kibali. Usipotenda yeah, mema, dhambi iko inakotea mlangoni. Usipotenda dhambi iko inakotea mlangoni.